Alituambia turudi kwa atakuja tarehe moja, ambayo ndio ilikuwa jana, ambayo hadi tarehe ishirini na nne ilibidi wabandikwe matokeo, matokeo ambayo ya majina ya watu walipo hela zao. Mpaka ifika tarehe 24 nne hakubandikwa chochote, tukapata taarifa mwajiri anataka tarehe 30, aliomba mpaka tarehe 30. Tarehe 30 ikafika, ilikuwa juzi juzi, wakaenda kujadiliana mwajiri tena kagoma Walituambia kwamba tuingie kazini, swala letu linashughulikiwa, ambayo itakiwa majina yabandikwe tarehe 24 mwezi huu uliopita. Meshangaa tarehe 24 imepita, hatujapewa taarifa yoyote. Tarehe 30, siju, amesema anaenda mahakamani, ambayo ilikuwa Jumatatu, hatujapata taarifa yoyote. Mkuu wa wilaya alituahidi kwamba jana angefika hapa ili kuja kutujua kwamba tunaendeleaje na mshahara tunalipwa lini na hiyo hela tunalipwa lini, lakini jana tumeshangaa aliotuahidi ajaja na mpaka leo tunaona kwamba tuko njia panda, hatuelewi. Ndio maana tumeamua kuchukua uamuzi huu ili tujue moja.